Ripoti ya awali ya SADC imetolewa wakati huu kukiwa na taarifa mkanganyiko kuhusu idadi kamili ya watu waliopoteza maisha kufuatia vurugu zilizoshuhudiwa kuanzia siku wa Sadek ya upigaji kura. Mkuu wa uangalizi wa SADC Richard Msowoya amesema kuwa walibaini katika baadhi ya maeneo ya nchi, wapiga kura hawakuwa huru, licha ya ujumbe huu kueleza kuwa kulikuwa na mazingira ya uwazi, hasa katika hatua za awali za maandalizi ya uchaguzi wenyewe. Kampeni kwa sehemu kubwa zilitawaliwa na chama tawala huku vyombo vya habari vya umma na vile binafsi vikionekana kutoa nafasi kubwa kwa chama tawala. Aidha, waangalizi hao wamesema kukosekana kwa wapinzani wakuu akiwemo Tundu Lissu anaendelea kusota rumande kwa tuhuma za uhaini pamoja na kuzuiwa katika mazingira ya kutatanisha kwa mgombea wa chama kingine cha upinzani cha ACT Luhaga Mpina, ni wazi hakukuwa na mazingira ya usawa. SADC pia ilitoa mapendekezo kadhaa kwa serikali ya Tanzania kuhakikisha uchaguzi ujao unakuwa huru, haki na kuaminika. Maoni ambayo wakati wa hotuba yake Rais Samia Suluhu Hassan alisema wanapokea maoni ya waangalizi wa uchaguzi kutoka pande zote lakini wanakataa maagizo ya nini cha kufanya. Rais Samia alitangazwa mshindi kwa kupata asilimia tisini na nane ya kura zote, matokeo ambayo yamekataliwa na chama kikuu cha upinzani nchini humo CHADEMA.